Mkuu wa Wilaya ya Songea, Mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile, ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs yanayofanya kazi katika wilaya hiyo kuhakikisha kuwa yanafanya shughuli zao kwa kuzingatia sheria za nchi na kuepukana kuwa chanzo cha uvunjifu wa amani hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Akizungumza katika jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali kufanyika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, Mheshimiwa Mandile amesema kuwa serikali imeendelea kutoa uhuru kwa mashirika hayo kufanya shughuli zao bila kubuguziwa ili mradi zifanyike ndani ya mipaka ya kisheria ambapo amesisitiza kuwa ni wajibu wa mashirika hayo kuunga mkono juhudi za kulinda amani na mshikamano wa kitaifa baada ya kuchochea migogoro hakuleta mifarakano katika jamii. Tangu miaka hiyo tulipopata uhuru, Tanzania imetengeneza mazingira mazuri kwamba mtu yeyote anaweza kuanzisha kanisa lake mahali popote, siku yoyote, saa yoyote, bila kugomewa, bila kufurugwa Naweza ukaanzisha msikiti wako na madhehebu yako, maadamu usikwaze wengine. Lakini hiyo haina maana kwamba serikali, kama ina uwezo wa kuruhusu uanzishe NGO, kama serikali ina uwezo wa kuruhusu uanzishe kanisa au uanzishe msikiti, haina maana kwamba serikali ile haina mamlaka ya kufanya deregistration, yaani ya kukuzuia usiendelee na hiyo shughuli. Kwa upande wake Biolosia Ndungulu ambaye ni msajili msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika mashirika ya wilaya ya Songea ameeleza kuwa wilaya hiyo ina jumla mashirika ishirini na mbili yasiyo ya kiserikali ambapo amesema kuwa mashirika hayo yanatekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo na kwamba mchango wao umekuwa na umuhimu mkubwa katika kusaidia serikali kufikisha huduma kwa wananchi katika wilaya yetu ya Songea. Tuna jumla ya mashirika ishirini na mbili. Mashirika yapo mengi kimsingi, lakini mashirika ambayo yamejidhatiti na yanatekeleza kazi yapo ishirini na mbili, na hayo mashirika yanatekeleza afua mbalimbali. Haya mashirika yanatusaidia sana, hasa kuipiga kuipiga buti serikali, anasaidia sana katika kusaidia pale amkujazilishia, pale ambapo serikali imeshawafikia watu, na wenyewe anatusaidia sana kujazilishia. Kwa hiyo kimsingi anasaidia sana kufika maeneo ambapo hata saa nyingine serikali haijafika, lakini hao yenyewe yana yanafika huko. Baadhi ya viongozi wa mashirika wameeleza kuwa wanafanya kazi kwa moyo wa kizalendo na kufuata sheria, huku akiahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha maendeleo ya jamii na kulinda amani ya nchi. Moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama asasi za kiraia hizi, e, taasisi zinaendeshwa na, na, na watu na sisi watu tuna utashi tofauti tofauti, tuna uelewa tofauti tofauti, lakini pia tuna uzalendo tofauti tofauti. E, kuna watu e, wanafanya kazi e, kwa namna ambavyo E, wanakuwa wazalendo kwenye taifa lao, kwa maana kwamba hata kama tunahitaji fedha au anahitaji fedha, kuna baadhi ya taratibu na fedha na masharti ambayo wafadhili wanasema hizi kazi hatuwezi kufanya, kwa sababu zinaenda kinyume na utaratibu wa, wa nchi yetu. Lakini kwa namna moja au nyingine, mtu mwingine ambaye hana uzalendo anaweza akachukua fedha yoyote, na akasema ili mradi mimi nipate fedha niweze kukizi mahitaji yangu na familia yangu, bila kuangalia kwamba ana athari vipi e, jamii ambayo inatuzunguka au taifa kwa ujumla. Kama tusipo comply na sheria za nchi tutakuwa tunafanya kazi nje ya utaratibu, na kwa vyovyote, kama hatuwezi kwenda na sheria za nchi, kwa maana ya kulipa ada, kwa maana ya kutoa taarifa mbalimbali kwa serikali au kwa kufuata, eh, kufanya kazi zile ambazo zinakubalika katika utamaduni wa nchi yetu, kwa vyovyote, mashirika ya namna hiyo hayawezi kuwa mashirika yanayoweza kusaidia ustawi wa wananchi katika nchi yetu. Kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.